Ile huyu lukwende sasa amekopea pito lake limeningia limelegea legea mimacho mako kopa kopa legea, yeah. Ivo vinyusi kwa duka la mangi, hmm. Yani na kopa yani, paka na kopa, lakini gusa hata nisilale na ota, yeah. Katoto mapicha picha ya ya huko insta kwenye peji zake katisha mingi msifa auncaga chumba cha jirani mzigo. Umeonaje? Asante sana kwaiyohii tunaenda mjini kabisa. Mimi nashukuru bwana kwanza, pia kwa kuona juhudi zangu. Sisi tunafanya mambo makubwa sana kwenye ulimwengu. Kisa changamoto ni moja. Ndio. Uwekezaji ni mdogo sana. Muziki ni uwekezaji yaani okay, tungefanikiwa kwenye hilo, huu <laughs> mwaka mbona ungekuwa wa kwetu? Hilo tu. Eh. Wangu sasa sio kawaida kabisa. Tuaasa huwezi kukosekana. Mimi naweza nikaimba tu video oh nzima kama ukasemaje, kwa mwana ukasemaje kuhusu lile swala? Eti tumpe muda kidogo. Kila siku tumpe muda. Kila siku tumpe muda. Huyu mtoto kwani ana matatizo gani kila siku? Kwani mtoto likoje ili haitaki kuwa? Tatizo ni nini? <coughs> Ah, yaani mimi ninachoka kuongea kila siku na huyu mtoto lakini wewe dawake na nachema. Ngoja mimi niende shamba kwanza. hapo Sawa. Karibuni tuna set set mipango ni. Soon as possible. yaani mwaka huu Dana msanii mkubwa mwamba, oya kama kawaida. Oya karibu sana jamani, tupo hapa tunajenga jenga. Tuwachane na ayo kwanza. Hivi ile dude vipi, ushaliandaa? Eh hey, mwana. Shali seti kwa fresh kabisa. Kwa unyama. Unyama, mwanangu, lakini leo niko ovyo, yani sina hata muda. Acha kutuchora. Mtupetope kidogo bwana. Acha zingua eh. Unyonge unyonge huo <laughs> ufai. Hamna kaka, hamna. Tupetope kidogo. Eh ah. Mwanangu, yani niko ovyo lakini fresh. Ile unajua naimbaje. Hivi yule hanibani? Kwa gamna kesha mna chati bado unai? Au niombe samahani kwa kuuliza. Aliyewako koma ndani ndani bado yupo, amatuachane naye na hutaki kabisa kumweleza, na sio kama unapenda kuwa mwenyewe, ila unashindwa, huna budi. Maana unaye mtaka taki kuwa nawe, msaliti ni rafiki uliye naye, na unajigonga kama hodi, eti unachopata nataka naye Wanajifanya mjinga ili ubaki nae, ya yanakuona mjinga uwe ndani naye. Malizia malizia bwana, kidogo bwana. Wanajifanya mjinga ili ubaki nae, yanakuona mjinga uwe ndani naye. Unaona ni ujinga, bora utambaye Yapo, inauma hivi. Tatizo mapenzi <laughs> au tatizo ni wewe, au matatizo unataka mwenyewe au <laughs> oh, tatizo ni <laughs> kumbaki mwenyewe, ndo wezi unaumia. Basi baba, inatosha la. <laughs> Dude limekaa kama hivyo, basi salogo hapa mjini, amna mwanangu kama hivyo. <laughs> <laughs> <laughs> <hanko> ninazungua <feli> haya <hanko> mna feli wapi? Ah. Ebu tukiachana huko kufeli kwanza. Oa, hivi leo tatizo nini? Mbona kama ile? umeimba lakini leo naona mood off kabisa. Ah, ni yani mwanangu acha. Yaani kwa mfano kama ndo ningekuwa nimekuja na mood, ah wewe, pasinge kalika hapo mwanangu. Changamoto nini sasa? Je, yes, sikwacha mwanangu. Yaani au huko kumenuka. Mhm. Uh -huh. Kumewaka mzee analazimisha nioe, nioe. Yaani imekuwa kama wimbo vile nikiingia ndoa, nikitoka ndoa. Yaani mpaka na mzee hatuendi vizuri, yani hatuelewani hata kidogo ndugu mm, yangu. So lakini mbona siku hizo wazee, siku hizo na mambo ya yeah, zamani. Wazee acha tu mwanangu, oh hivi yeah, masuala ndoa, ila sema nini mm -hmm. Kwa pande mwingine anakuanzia mema, mimi nakushauri wewe kubali. <laughs> cheki <a> sasa ule, acha kuongea hivi. <laughs> Wewe mwanangu, fikiria mimi sasa hivi sina issue yoyote ya kufanya, sasa hivi nianze kuhangaikia kutunza familia, nianze kuhangaika tena kutafuta mia mia za kurekodi. Mimi naweza vipi kumaintain familia na mziki, wakati hapa sasa sina kazi mimi. Siwezi kuoa sasa hivi, yaani kioa sasa hivi mimi nafeli mimi. Siwezi kuoa sasa hivi. Sasa unafikiria mimi nawezaje kufanya kitu kama hicho? Oh, sikiliza. Hiyo ni ngumu sana. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Mimi mwenyewe muuni tu, lakini hata vitabu vya Mungu vinasema, wewe hujakamilika, tengeneza mwili mmoja, rafiki yangu. Moto, lakini ndani hakuna hata tone la maji. Sasa basi ingia ndani kachukue ndoo uende kisimani ukate maji. Mkubwa saizi, sasa unataka nipike na nini hapa? Ha, na nimeshaka nakoka moto hapa, napika na nini mimi? Nachota ndoo moja tu mkubwa, hizo zingine kuchota mwanao. Naomba ukome tena ukome, hebu mwache mwenzako apate muda kwenda tusheni Yani acha masomo kwa sababu ya kazi za nyumbani? Mimi mkubwa, bwana, unazingua. Mimi na chitando moja. Sasa nisikilize, na nasema, yani utazichota zote, yaani utazichota zote najaba lile lijae. Na kama hutaki kazi za hapa nyumbani, si uolewe, uolewe na wewe uende kwako, kazi kuzungusha suale wako eh? mtoto wa kike lakini na misuale kila siku, napiga kelele ubadilishe mavazi yako, nani utakunisikia, atakao mwanamume mwenzie Haina noma, berai. Na kama na nabuambaaeaaiyo hmm. Na no karesi na sisi ujie michongo hivyo. Kuna dude hilo mwanangu, mi nimeachia dude. Kuna ngoma yangu nimeachia ya moto sana, imetikisa sana mtaa. Oh, video queen sasa, cheki mambo yake. Mimi nipige mavazi ya kike? Hizo pigo siziwezi mshikaji wangu, unanielewa kama. Tafuta na hizo mambo mambo, achana na hizo mambo kabisa kabisa, sikiza nah. Basi kwanza kwanza, jikataa hivyo ikubali kidogo basi. Mimi hizo mambo siziwezi oh. Owe, ona huko kote tulikotoka, kwa mapangano yote tuliomamishe mishi makubwa, swala dogo kama kuniangusha linakuja kuniangusha ndo limeishia. Nyosha maelezo bao mchache, ujue umemuelewa. Oh, si wazi, ule ndo kakubali vile. Kwao imeisha. Oh, ungemletea mada nyeusi matusi yake hayawezi. Mimi sinamjua mjua. Kwa pale fresh. Pale fresh mwanangu, ni sisi. Karibu washemeji. Eh, bwana asante bwana washemeji. <laughs> Eh, karibu sana. Eh, bwana mimi nishakaribia. <laughs> Ndio. Habari za hapa lakini? Ah, za hapa nzuri. Bwana washemeji mimi nimekuja. Ndio. Na jambo nataka tuzungumze. Ndio. Jambo gani bwana washemeji? Bwana ni kuhusu mjomba wako Daudi. Ndio. Bana shimo, hivi ukiangalia mjomba wako umri ule aliyokuwa nao. Mtu akuja kula nyumbani kila siku kwa mama, kila siku ale chakula kwa mama. Mm, hilo haliko sawa. Haliko sawa. Kutokana na umri alionao mjomba wangu ilitakiwa wakati e, wajitegemee yule. Mimi nimekufuata wewe kwa sababu nimeona wewe ndio naye mudu. Mm. Ah, mimi niseme kitu kimoja, kwamba nitalifanyia kazi. Na si unajua mimi na mjomba wako na mjomba wangu tunavyopelekana? Ndio maana mimi nikaamua kwamba sijaona mtu mwingine zaidi yako. Hilo limekwisha. Nitalifanyia kazi. Madam ni jambo zuri la kwenda kumkabidhi mke ili aweze kutanuka kiakili. Basi ni kuhakikishie tu nitalifanyia kazi. Na Mungu akipenda jioni utakuwa umeshapata jibu. Basi bana shemeji mimi nashukuru. Haya shemeji. Asante. Ha, kuna lingine? Hakuna. Ah ha, basi sawa. Hakuna, miacha niende. Haina shida. Eh, hey, haina shida. Eh hey, mjomba. Hapo kwako kwa, eh. Ah, haya nakuja. Nakuja sasa hivi. Ndio mjomba. Eh naona, umetikia vitu. Ah, sasa mimi lazima nije mjomba, simama bwana sababu ukishaniita mimi ni nani? Eh ah, we mjomba eh? mambo yako hayo mjomba, ni mama bwana mjomba. Acha mambo yako hayo mjomba. Haya <laughs> niambie mjomba. Ah, ni Mbona umeniita haraka haraka sana vipi? Kwema ah, kwema. Hmm. Kwema Njomba, vipi mambo yako ya muziki unaonaje? Ah, Njomba mziki nafanya, lakini kama unavyojua swala so la kurekodi ni changamoto eh? Nafanya lakini kurekodi ndo changamoto, kona manyimbo kibao, lakini sasa bado sijajomba. Niambie, kujulikana kote, kuna ustai ulionao, unashindwa uh, kwenda studio Mjomba, studio hela. Yeah. Na unaamini katika mziki kwamba utatoka? Of course ndio. Wewe unanionaje yani, kwa mfano? Mimi nakuona uko vizuri maana sifa zako tunazisikia. Okay. Sasa mjomba, kuna kitu nataka tufanye ili iwe msaada kwako uweze kwenda studio Ay, ndo mambo sasa. Mjomba, niliongea na baba yako, nikazungumza naye. Kuna jambo ambalo amezungumza anahitaji wewe uoe, na nikafikiria nikaona, hapo hapo hapo hapo tunaweza na sisi tukafanya mambo yetu ya kuenda studio. Kivipi? Amesema kwamba kama utakubali kama utakubali wewe kuoa basi atauza shamba lake la mitiki ataku, atakupeleka studio. Acha utani! Ah, si ndio nakwambia, baba akasema hivyo. Ah, nimezungumza naye mimi <laughs> yaani nimeongea naye, sio kwamba nimeongea naye kwenye simu, nimezungumza naye ana kwa ana kwamba endapo, eh, Daudi atakubali kwenda studio ku, ni kuoa nampeleka studio, kwa nataka niwaelini. Sasa umekubali eh? Ah ah hilo swala la, la, la, la kuoa lini, ni kwamba wewe ukishakubali wa, sasa nampelekea mrejesho mlejesho. Kama anafanya alichokisema mimi naoa, lakini kama tofauti hapo tena tu.